Umesikia ikisemwa kwamba kama muumini wa kawaida angeelewa kweli kinachotokea ikiwa angeitumia Biblia yake mara nyingi zaidi, angeifungua mara nyingi zaidi sababu ni rahisi. Unajua, vitabu vingine tunapewa kwa ajili ya taarifa. Biblia imetolera kwetu kwa ajili ya mabadiliko na jambo la kusikitisha ni kwamba kulingana na tafiti nilizosoma hivi karibuni, Mkristo wa kawaida hufungua Biblia mara moja, labda mara mbili kwa wiki kwa zaidi, na kwa njia hiyo inajumuisha Jumapili. Kweli, ukweli kwamba umejiunga nami katika safari hii ya hekima kupitia Biblia nzima, Mwanzo hadi Ufunuo, inaonyesha kwamba huenda wewe si Mkristo wa kawaida. Unataka kubadilishwa na ukweli wa kibiblia, tunapojifunza pamoja vitabu vyote 66 vya kitabu hiki kinachobadilisha maisha kilichoongozwa. Sasa hadi sasa, hapa katika Zaburi 19, tumegundua kwamba Mungu anazungumza kila siku kupitia kile tunachoweza kuita kitabu chake kikubwa, yaani uumbaji wake. Iko wazi kwa kila mtu, tunaita hiyo ufunuo wa jumla ni wa jumla kwa kuwa unapatikana kwa ujumla wa kila mtu duniani. Wote wanachotakiwa kufanya ni kutoka nje na kuangalia, au kupanda mlima na kuangalia, kupitia darubini, ulimwengu ni mkubwa sana, au darubini, angalia ugumu kwa kiwango kidogo cha kile kilichoumbwa. Lakini Mungu pia ametupa kile tunachokiita kitabu kidogo, yani Biblia. Tunaita hii ufunuo maalum ni ya kipekee, imevuviwa na Mungu, lakini lazima uisome ili kujua kile Mungu anachokusudia. Sasa tumesoma hadi sasa katika Zaburi 19 imetuambia baadhi ya yale ambayo Biblia inatufanyia na Daudi pia ametueleza baadhi ya mambo ambayo Biblia inatufanyia kama vile inatufufua, inatufanya kuwa na hekima, inatupa furaha. Sawa, sasa tuko hapa katika mstari wa nane ambapo Daudi anaongeza, amri ya Bwana ni safi. Sasa neno hili safi linamaanisha eh, bila uchafu. Amri za Mungu hazina aina yoyote ya ufisadi, na kwa kweli zitaweka moyo wako usiwe na ufisadi au uchafu. Pia unajua, mojawapo ya uongo maarufu wa Shetani ni kwamba ukitii neno la Mungu utapoteza kitu fulani maishani. Nikuambie, huo ni uongo. Sasa unapataje maono ya kiroho ya elfu mbili na ishirini ili uweze kugundua uongo wa shetani? Sawa, Daudi anasema hapa mwishoni mwa mstari wa nane kwamba amri ya Bwana inatia nuru macho. Muundo wa Kiebrania unamaanisha kwamba neno la Mungu linatoa mwanga, ni kama mshumaa katika chumba chenye giza. Anaendelea katika mstari wa tisa kusema hofu ya Bwana ni safi. Neno hapa kwa safi ni neno linalotumika mara nyingi katika Kutoka na Mambo ya Walawi kuelezea mtu ambaye amesafishwa kiibada na anaweza kumtolea Mungu dhabihu. Kwa hivyo hapa kuna picha ambayo Daudi anatupa. Unadhani unatembea katika mwelekeo sahihi, lakini kisha unafungua neno la Mungu na linatoa mwanga kwenye eneo fulani katika maisha yako ambalo si sahihi. Sawa, unakiri dhambi hiyo kwa Bwana na yeye inakusafisha anakufanya uwe safi, unaweza tena kufurahia ushirika na Bwana tena. Kwa hivyo fikiria hilo, Mungu aliyeumba ulimwengu anataka kuwa na ushirika na wewe, anataka kutembea nawe leo. Sawa, Daudi anasema sasa hapa katika mstari wa tisa kwamba hofu au neno la Bwana hudumu milele hudumu milele. Fikiria siku nyingine, mke wangu alikuwa na sanduku la bidhaa za makopo kwa ajili yangu kupeleka kwa mkusanyaji wa taka. Kwa nini? Sawa, vitu hivyo vilikuwa vimekwisha muda wake, hawafai tena, utaki kula, unahitaji kuvitupa. Sawa, Daudi anatueleza kwamba Biblia haina tarehe ya kumalizika muda wake, kamwe haipitwa na wakati, haijawahi kuchafuliwa, una haja ya kuitupa na ninashukuru kwa hilo kwa sababu leo dunia yetu, na hebu niwaambie, hata kanisa kwa ujumla linafikiri kwamba sehemu kubwa ya neno la Mungu imepitwa na wakati, inahitaji kutupwa nje. Sasa biblia inadumu milele. Yesu alisema katika Mathayo sura ya 24 mstari wa 35, mbingu na dunia zitapita, lakini maneno yangu hayatapita. Hakuna tarehe ya kumalizika muda wenye ukweli wa neno la Mungu. Unaweza kutumia mambo tofauti katika kipindi hiki kuliko katika Agano la Kale, lakini ukweli wake unabaki kuwa wa milele na kanuni zake zinaweza kutumika katika maisha yako hadi leo. Sasa Daudi anaongeza hapa katika mstari wa tisa, sheria za Bwana ni za kweli na ni za haki kabisa. Kwa maneno mengine, Biblia haitakupa sheria ambayo itakupotosha. Charles Spurgeon, mmoja wa wachungaji ninaowapenda kutoka vizazi kadhaa vilivyopita, aliandika neno la Mungu limejengwa katika haki, na hivyo daima ni sahihi. Hilo ni kweli na hilo ni kweli, wapendwa, kwa sababu neno la Mungu ni maneno ya Mungu. Haya ni maneno ya Mungu, yanawakilisha tabia yake yanafichiua moyo wake, makusudi yake, mipango yake, amri zake, sheria zake. Hayawezi uwa chochote isipokuwa kweli na yenye haki kabisa. Unaona, unapofanya maamuzi kulingana na neno la Mungu, hautakosa lengo. Nakumbuka kusoma kuhusu kipindi cha televisheni ambapo walifanya jaribio na mizinga halisi walitaka kuona nini kingetokea kama wangepiga risasi ya mizinga kwenye chombo kikubwa cha maji kwa hivyo sijui wazo hili lilikuwa la nani, lakini kwa vyovyote vile, waliandaa kila kitu, wakapanga kamera zao, kisha wakapiga risasi hii ya mizinga. Na risasi ya mizinga, kwa bahati mbaya, kikosi hakikulenga vizuri, na kulingana na kulingana na ripoti ya ya gazeti, risasi ya mizinga ilikosa chombo hicho cha maji iliruka kupitia ukuta wa matofali ya majivu ikaruka kwenye mteremko wa kilima ikaruka yadi 107 juu ya barabara kuu na hatimaye ikagonga gari la minivan lililokuwa limeegeshwa kwenye njia ya gari ya mtu. Mamlaka za eneo hilo ziliweza tu kutikisa vichwa vyao kwa mshangao. Kuna uharibifu mwingi kutoka kwa risasi moja ya mizinga iliyopotea. Nikwambie, wakati wewe na mimi tunapotoka kwenye njia, tunapopotea, uharibifu kwa maisha yetu na kwa maisha ya wengine unaweza kuwa mbaya vilevile. Sasa unakaa vipi kwenye njia sahihi? Tunalenga vipi alama? Tunalenga vipi maisha yetu katika mwelekeo sahihi? Naam, Daudi anasema hapa, mwache Mungu aelekeze maisha yako kulingana na ukweli ya neno lake. Naam, sasa kwamba Daudi ametueleza Biblia ni nini kwetu, na Biblia inaweza kutufanyia nini, anatuambia Biblia inaweza kuwa nini kwetu? Kwanza, inakuwa hazina yetu kubwa zaidi. Anasema hapa katika mstari wa kumi, neno la Mungu linatamanika zaidi kuliko dhahabu. Hii inamaanisha kwamba ushuhuda, maagizo, amri na sheria za Mungu zinatamanika zaidi kuliko dhahabu. Kwa kweli Daudi anaongeza hapa, hata dhahabu nzuri sana. Kumbuka, hii imeandikwa na mfalme ambaye ana dhahabu nyingi kwenye akaunti yake ya benki. Lakini kama Daudi angekuwa anaishi leo, angeweza kuelezea hili kwa kutualika kuchukua safari kwenda Fort Knox huko Kentucky. Naam, kama mfalme angemiliki shuka, chini kabisa kwenye ghala pale, ambapo utazungukwa sasa na maelfu ya tani za dhahabu ya bullion Chukua Biblia yako pamoja nawe halafu. Ukiwa pale chini kwenye ghala hilo, angalia Biblia yako na useme, unajua, kama ningelazimika kuchagua kati ya Biblia hii na dhahabu yote hiyo ya bullion, nitachagua Biblia. Kwa nini? Naam, Daudi anatueleza dhahabu haiwezi kurejesha maisha yako. Dhahabu haiwezi kukufanya uwe na hekima. Dhahabu haiwezi kukupa furaha haiwezi kuangaza macho yako, haiwezi kuelekeza maisha yako katika njia sahihi na kukuweka kwenye mstari. Tazama, Daudi alijua kwamba dhahabu inaweza kututoa kwenye njia sahihi. Kwa hiyo anafanya mlinganisho huu, usielekeze maisha yako kuelekea Fort Knox. Kwa namna fulani kumbuka kwamba siku moja, naam, utaelekea kwenye nyumba ya Baba, na kisha zaidi ya hapo utagundua kwamba dhahabu ina umuhimu gani. Naam, itatumika kufunika barabara zote na njia za waenda kwa miguu. Dhahabu si chochote zaidi ya lami mbinguni. Daudi anaendelea kusema kwamba Biblia inakuwa furaha yetu tamu zaidi. Mstari wa kumi unasema kwamba neno la Mungu ni tamu zaidi kuliko asali na matone ya sega la asali. Wor, hiyo inafanya mdomo wako utamani, sivyo? Katika siku za Daudi utamu ulipimwa au hata kulinganishwa na asali. Asali ilikuwa na umuhimu gani wakati huo? Asali ni bidhaa ya kushangaza hadi leo. Ni asili kabisa, inayeyuka kwa urahisi, inatoa nishati ya haraka. Kwa kweli, mimi hutumia kuipatia kikombe changu cha kahawa utamu kila asubuhi nyumbani. Sasa kama inakukera kwamba ninakunywa kahawa, basi utalazimika kuvumilia. Ninapenda kahawa na kwa njia, sipendi paka, na utalazimika kunisamehe kwa hilo pia. Na unajua kuhusu asali ni kwamba hatuitengenezi, hata hatukuiunda. Mungu, muumba wetu, ndiye aliyeifanya. Kile tunachofanya ni kukusanya na kula na kufurahia. Na huo ndio utamu wa neno la Mungu. Hatukuliandika, hatukuizua. Mungu alitutumia kukusanya Mungu alifanya kila kitu kingine. Kile tunachofanya ni kusoma na uanja utamu wake, na inautia utamu maisha yetu, na inaleta furaha mioyoni mwetu. Kwa hivyo tuhakikishe leo kwamba tunamshukuru Mungu kwa kujifunua mwenyewe katika kitabu kikubwa cha uumbaji na katika kitabu hiki kidogo cha hazina kuu ambacho ni neno la Mungu.